Msikilizane basi ndugu zangu, mimi nimesimama nimewapenda. Leta mwindo wangu leta mwindo wangu bana, eh baba Kanari kupanuliwa mahindi, nayo matamu mno, jamani. Moja ni ni jamba ni la nani? etaratibu basi mama, nikipanuliwa hili shamba, sini shamba la mtu kwanza. Ninyi mnataka mpanuliwe wapi mama? Hebu hebu eleza, unataka kupanuliwa wapi? Hapa sisi tunataka kupanuliwa huko kwenye hilo shamba, huko la Abisalimu huko. Na yeye Abisalimu anakubali?